Hivi Malaika, mbona hautuletee shemeji yetu tumjue? Msiwaze kuhusu hilo, hata hivyo nimejipanga hivi karibuni nimtambulishe kwenu, ili mkikutana naye huko njiani msije mkaanza kumtamani. Kwa nini unasema tusije tukamtamani wakati mimi nina Steve wangu? Au unamaanisha <laughs> mimi ambaye nipo single ndo naweza kumtamani? Ndio, hebu toka hapa na wewe. Kwa nini nimekosa mwanaume wa kutoka naye huko mtaani hadi nimtamani huyo bwana yake? Kama bwana wangu ni handsome kuzidi wanaume wote, kwa nini usimtamani? Hata awe handsome vipi, hawezi akawafikia Waturuki. Wewe naye na hao wanaume wako wa Kituruki unawaona kwenye TV, tumeshawachoka kuwasikia unaongelea kila siku, aliyakuwa huna hata uwakia kuwa utakutana nao Mona, nyamaza maana hayo maneno yako yanaweza kumjeza hasira Cha Usiku akaenda kuwatafuta hawa Waturuki ili tu aje kutukomoa. Ha, hamna bwana mimi, wala siwezi kufanya hivyo. Kwanza Malaika, naomba uniambie kama hiyo siku ya kumtambulisha shemeji yetu kutakuwa na pati, ili naenda nikanunue skin care mapema. Cha Usiku, yaani shughuli ni ya Malaika, lakini cha ajabu wewe ndo unataka uwe mlembo kuliko mwenye shughuli. Unanishangaza kwa kweli. Jamani, mimi nataka tu kuonekana mrembo kwa sababu nina uhakika hiyo siku kutakuwa na wanaume wengi. Au hamtaki na mimi nipate mwanaume? Hmm, hapana bwana, wewe ushaanza kututia wasiwasi. Msiwe na wasiwasi bwana, si mnajua mimi mwenzenu unapenda urembo. Hata hivyo hiyo pati itakuwa ni ya kwetu tu. Ila Mona, naomba umwalike mpenzi wako Steve ili boyfriend wangu asije akajisikia vibaya kuwa peke yake. Hilo limepita. Sawa, tukutane siku ya pati. Mbona shemeji anachelewa sana? Wewe naye mbona una haraka sana? Si usubiri afike. Wow, bebi, karibu sana. Asante sana mpenzi. Habari zenu? Salama salama basi jamani, mgeni wetu rasmi amefika, na sasa namtambulisha kwenu kuwa huyu ndiye boyfriend wangu, na pia yeye ndiye mume wangu mtarajiwa. Hongereni sana jamani, hongera sana Malaika. Yaani boyfriend wako ni handsome hatari. Asante cha usiku. Hata wewe utakuja kumpata handsome boy kama wa kwangu, Mungu anijalie wa kwa kweli. Samahani mpenzi, naenda kuzungumza na simu hapo nje mara moja. Sawa baby. Jamani, ngoja nikatafute vocha hapo nje nipate bando la kujiposti. Ngoja nikupe password ya wifi. Au umesahau kuwa nina wifi hapa nyumbani? Najua kuwa kuna wifi, lakini tatizo ni kwamba simu yangu haikubali kuunganishwa na wifi tangu jana usiku. Basi hakuna shida, ngoja mimi nikutumia hiyo vocha maana nina hela kwenye akaunti yangu ya Mpesa. Mimi akaunti yangu ya Mpesa inadaiwa, kwa hiyo usitume maana nitakatwa si nina kununulia kama muda wa maongezi hata ukituma kama muda wa maongezi itakatwa. Wewe acha tu nikanunue vocha, maana hawawezi kunikata nikiweka vocha. Mona, mwache tu waende ili yawahi kurudi, tupige picha ya pamoja. Basi nakuja sasa hivi, sawa. hivi wewe mwanamke una shida gani Alexi? Ulinidanganya mpaka tukalala pamoja, lakini nashangaa leo umeamua kutembea na rafiki yangu, na kama haitoshi, mmepanga hadi kuoana. Hilo swala la mimi kulala na wewe, hayo ni mambo ya kale, na sasa hivi kila mtu ana maisha yake. Kwa hiyo tafadhali, naomba uniache niendelee na maisha yangu. Mavi ya kale hayanuki, Alexi. mimi nimekumisi, mpenzi wangu, nataka turudiane. Unataka urudiane na nani hivi? Huoni kuwa sasa hivi na deti na rafiki yako? Au unataka kuniharibia kwa rafiki yako? Mimi sio kwamba nataka kukuharibia, ila nataka tu tuendeleze penzi letu, au kama haiwezekani, naomba tulale wote hata usiku mmoja tu, ili angalau nipate raha za mwisho kutoka kwako. Acha kujidanganya, cha usiku hilo haliwezekani. Sawa, wewe si unajifanya mjanja sasa naenda kuambia marafiki zangu kila kitu kuhusu mimi na wewe sawa. Nenda kawaambie. Guys, nataka niwaambie kitu. Huyu Alex anajifanya mjanja sana, hamwezi amini, alinichezea na kuniacha na sasa hivi anataka kumchezea rafiki yangu Malaika kisha amuache. Hivi cha usiku utakuwa lini? Mbona unafanya mambo ya kitoto? Yaani mimi nawaambia ukweli, alafu unasema anafanya mambo ya kitoto. Cha usiku Alex alishe nieleza kila kitu kuhusu wewe na yeye. Halafu pia ulivyotoka nje ulisahau kufunga mlango, hivyo tumesikia mazungumzo yenu yote. <laughs>